Bwana Yesu asifiwe tena, Amen. Basi tutakuwa mepesi sana pamoja na kitabu ya mezali tukitafuta mezali ni sura yake ile ya 9:6 hadi 10. Alafu halafu pia mezali kumi verse yake ya nane utanguliwa gaji makamu wa kanisa letu na Frankofono Matanga. Alafu tunawashukuru sana kamati ya seksion kututeua ili tuweze kuwa miongoni mwa wale watakaofanya kazi hii hapa Kimemi. Mubarikiwe sana alafu ninaongoza usomi katika mesali sura yake ya tisa alafu tunaangalia mersi yake ya kia sita na kuendelea. sauti ingelikuwa salama, ingelikuwa vizuri sana. Ninyi wajinga, acheni ujinga mpate kuishi na mtembee katika njia ya ufahamu. Yeye anaye kemea mwenye usalama anazipatia haya, naye anayeonya mtu muovu anazipatia kipapa. Usionye mwenye dharau, asikuchukie. Alafu sura ya kumi verse ya nane mwenye moyo wa hekima mwenye moyo wa hekima watapokea maagizo lakini mpumbafu mwenye maneno mengi ataanguka. Tulishangilia neno la Bwana. Alafu sisi wakoro, kila mara tunakuwa kama kwenye ibada ya mafarishi. Ndiyo maana nikisema tushangilie Bwana, siseme tushangilie Bwana wa nyumba ni Bwana wa kanisa. Tumchapie tena Bwana makofi za furaha. Nisane halafu, Mswahili mtasema ni kuweka kwa matendo iusuuona sesapasages hekima. Haiko kunyamaza wakati watu wanapoongea, hiyo sio hekima, ni ujinga. Kuna watu wanasema ule mama iko na hekima sababu waugeayaa haiko. Ile ndio hekima hekima, haiko fe ya kuwa kimya hekima imesema ni, ni kuweka kwa matendo ujuzi ulio nayo. Ukiwa na ujuzi alafu hauweke kwa matendo, wewe si mwenye hekima, hata kama hauongea yake. Unaweza ongea sana, lakini na ukawa mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tukiangalia haya ambayo ameandika imeonyesha katika ya wafalme mahali ambapo Mungu anamuuliza Sulemani pale kwenda, wakati alipoenda Jibeoki, akamwambia, unataka nikufanyisie nini? nikupe nini? Alafu Sulemani akasema, unipe hekima, moyo wa hekima. Si kwamba Mungu alimpa moyo ya kutokuongea, lakini Mungu alimpatia kapasite ya kumrahisisha umetre konaisansi yake mukratiki. Amen, amen, amen. Amen. <laughs> Maana yake tukizungumzia hekima katika somo ya leo ni ile hali ya mtu hali inayomwezesha mtu kufanya yale unayoyajua kisi ulivyofundishwa. Ni hii ndio hekima, alafu kuna hekima iliyo nzuri na kuna hekima isiyokuwa nzuri, sababu ukiwa unajua mambo yaliyo mabaya ukayaweka kwa matendo ni hekima, lakini isiyokuwa salama sisi hekima ambayo tutaizungumzia ni hekima ya kuweka kwa matendo yale ya mambo mazuri ambayo ya tumeyafundishwa, yale ya maneno ya usima ambayo tumeyapokea. Hii ndiyo hekima ambayo tutaizungumzia. Alafu mwanamke ni nani? Anaweza kuwa mwanamke na, na hajieleo kishakeno, tunasema juu ya mwanamke mwenye hekima ama hekima ya mama. Uh, tunamaliza somo mtu na hakuelewa yale tuliyoyazungumzia. Mama ni nani ama mwanamke ni nani? Tukiingia kibiblia, bibilia inatuzungumzia juu ya mwanamke katika kitabu ya Mwanzo, inatuonesha mwanamke ni nani. Bibili inasema, halafu wakampatia usingizi mzito mwanaume, wakatosha bavu moja, halafu wakafanya mwanamke. Bibili inasema Alipewa jina la Efa. Alafu Efa maana yake nini? Maana yake mwanamke mwanamke maana yake nini? Alafu mwanamke Efa inatoka katika neno la Kiebrania, wengine wanamwita Hawa, watu wanasema Adamu na Hawa, lakini hawa ni neno la msingi ndani ya jina la Efa ambayo ina maanisha uhai Uhai maana yake mwanamke, kwa malengo ya somo yetu, ni uhai kwa sehemu ya kwanza. Kwa sehemu ya pili, tunaona mwanamke kama mtu ama kitu kinacholeta uzima. Huu ndiye mwanamke mwanamke haiumefea kukuwa na seksi hiyo ya wanamke. Amen, amen. Amen. Unaweza faa mikweme na hauko mwanamke kishi. Mtu anaweza faa na pantalona haiko mwanamume. Ndio mnataka kuzungumza na watu ambao wameelewa ya kwamba mwanamke kwa sehemu ya kwanza maana ya anayeleta uzima, mtu anayeleta maisha, halafu kwa sehemu ya mwisho ni mtu anayepana maisha. Huyu ndiye mwanamke ama mama ambaye tunamzungumzia asubuhi ya leo, halafu mama kama mtu mwenye hekima, akiwa na malengo ya kuongoza maisha ya watu wengi. Tunaweka mkazo sana juu ya mama Sababu mama akiwa na ufahamu ulio sawa, akiwa na hekima iliyo sawa, tunajenga kanisa, tunajenga jamii na tunajenga taifa msima. Mama akiwa mjinga, alafu ni taifa msima imekufa ni e, kanisa msima imekufa, familia inaharibika. Ndio maana Biblia inasema ina, mwanamke mkubafu anafanya nini kusema wa mwanaume mkubafu yeye ndiye amepewa mamlaka ya kuleta usima ya kupana usima na kuleta maisha. Hii ni sehemu ya kipekee ambayo Mungu ameipatia mwanamke. Alafu wanawake wasipojua, wasipofahamu, wanaweza kuwa chanzo ya kuondoa usima na kuleta mauti, wanaweza kuwa chanzo cha kuondoa salama kuleta fitina wanaweza kuwa chanjo cha kuleta ugomvi kati ya kanisa, kati ya taifa na kati ya jamaa. Kabla kama ya kuingia ndani ya somo, nitoe picha ya mama moja katika Biblia ambaye Biblia inamsifia lakini aliweza kuanzisha kizazi cha ugomvi. Katika Biblia ni mama moja ambaye anaitwa Rebeka. Mnamjua Rebeka, mama yake na, na Yakobo pamoja na Esau. Huyu mama alijisahau, alafu akaonyesha ubovu hali ya kichinga ndani yake, na ile hali ya mama ikaleta ugomvi kati ya ndugu na ndugu. Hali ya mama ambaye alijisahau inaweza ikaleta, mama akaleta maana ndani ya familia. Mama ambaye hajielewa anaweza kuwa chanzo ya kugawanya familia yake mwenyewe. Mama ambaye hana hekima nzuri anaweza kuwa chanzo ya kumomoa kanisa, ya kuua kanisa, ya kuharibu Injili na kuacha Injili ikakosa nguvu katika maeneo mahali anaishi. Rebeka, Biblia inamshuhudia ya kwamba aliposikia baba Isaka akizungumza pamoja na Esau aweze kumbariki, akaingia ndani ya mahusiano akabebesha mtoto mdogo ambaye hakukuwa na nia mbaya, akamwingiza chacho, akamwambia uende ufanye ujifanye kama Esau ili uweze kupokea baraka. Mama anaingiza srokeri ndani ya familia, mama anaingiza uongo ndani ya familia. Ikiwa asili ya mama nikuleta nini? Nikuleta uhai kuleta maisha ni kuleta usima na kutoa kwa watu, lakini mama Rebeka anaingiza, maana anaingiza uongo, anaingiza ugovi sababu alijisahau ya kwamba alikuwa amepewa misio usima, ya kuweza kuleta uzima ndani ya familia hiyo. Alafu kwa mama tulio hapa, tukijisahau, tukisahau, tukisa kwa nini Mungu alituumba jinsi tulivyo, tunaweza tukaleta aibu katika familia, tunaweza tukaleta vita ndani ya familia, tunaweza tukaleta aibu ndani ya kazi ya Bwana, sababu ya kujisahau. wakati <tipos> tamgui hekima, nilitaka niweze kupana msingi ambayo inamleta mtu kuwa mwenye hekima nzuri. Tunaipata versi ya 10 ya sura ya 9, Biblia inasema: uoga wa Bwana ni mwanzo wa hekima. Haiwezekani wena hekima iliyo safi kama ndani mwako hamuna uoga wa Bwana. sababu woga wa Bwana ingelikuwa ndani ya maisha ya mama Rebeka, ingelimzuiza kumwingiza mtoto kusema uongo, ingelimzuiza kumwingiza mtoto katika hali isiyokuwa sawa. Lakini woga wa Bwana ikikosa inaweza ikakufanya kuwa watu wasio kuwa salama na watu ambao wanaweza kuhayarisha Mungu tunayemtangaza. Mumesikia definisho ya uoga wa Bwana? Kasema uoga ya Bwana ni la crainte de l'Eternel, ni hali ya u tabia ya Mungu ndani ya mtu inayomwezesha mtu inayorahisisha mtu kuweza kumtii Bwana na kufanya yale ambayo Mungu anahojea katika maisha. Hii ndio uoga wa aua, mamaseo wa kanisa. Yeye ndiye analeta mizoro ndani ya mama. Inawezekana ukuwa hapa na uku, uku mamasefet meju ya kukosa woga wa Bwana wenjoo unawasha moto ukanisi. Inawezekana unaweza kuwa mama wa habari njema kwa jina ama kwa nguo, lakini kama woga wa Bwana haiko ndani yako unakuwa suse ya makofi ndani ya familia lako. Unajua, sisi watu wengi tunaendaka sawa na kuna problem kwa familia za watu. Ile ni stream ama ni afya? Ni na, kwa na kwa shida mara kani fundisha bila mikrofon. Wakati mnapokuwa na misoso alafu unakuja angalia kisi wanaongea. Wanapoongea shida unakuja aona mwanzilishi wa ile shida. Ni mwenye anafana kukishwa sahimu. Ni mama mwenye hakosake anashinda bana kikichwa. A, unapoangalia shida ndani ya familia mwenye anakualeta utovi ndani ya familia ni mama mKristo, mama anayejiita Mkristo ambaye ni mpagani, hana uoga wa Bwana, lakini anafanya sala. Mama waongozo, mama wachungaji mlio hapa kitu ambacho kinaanzisha hekima ndani ya maisha haiko miaka. Unaweza kuwa na miaka na hauna hekima. Unaweza kuwa mke kudugo na swasanta santa mena hauna hekima. Bibilia haiseme mwanzo wa wa hekima ni kuwa na upala ama ni kuwa na sura ya kumujamana. Bibilia inasema mwanzo wa hekima ni uoga wa nani? Sababu woga wa bwana inasafisha moyo wa mtu, na moyo inaposafishwa arafu inaacha kuwa na konesase yenye iko korekt, yenye iko salama. Na wakati unaiweka katika matendo, watu wanaokutazama wanasema, huyu mama, huyu mama ana hekima. Kabla ya kuwa mama wa familia, moyo wa bwana itawali maisha yako, sababu ukiwa mama wa watoto, mkooga wa bwana na haiko ndani yako, bale watoto ka yako yao ni bahati Wanafiki, wanafiki wakubwa sana, na hii ndio inaoa injili ya siku za mwisho. Mnajua oga wa bwana haitengenezi ndani tu, oga wa bwana inatengeneza naichi kamtu. Kuna tabia moja ambayo nimewaonya wamama wengi, kwa sababu niko hapa na waongozi na wababa. Hata tena nirejee, haleluya masikio yake hata sikia, sema haleluya. Tunatimia na furaha. Unajua, leo pametokea tabia moja iliyo mbovu na iliyo mbaya, wameingia ndani yake pasipo kuelewa. Tunaishi ndani ya dunia, lakini hatuitwi kufanana na dunia sisi inabidi tuwe utofauti na dunia na dunia inapo tukasama ina, ina chukunda ya kwamba tuna kitu ambacho wao hawana. Leo vametokea ma mamodele za uzuri sana, lakini wametokea mishondeo ya mavazi ambayo hata nyinyi hata nyinyi wa mama wa kanisani mmeacha kuzivaa unaona. Mama nayejiheshimu mkristo mwenye anazidiwa anaziliwa ya kwamba yeye hii anafuata maisha unakashona mafasi chini, lakini tukifika juu unakashonesha mafasi ya kuonesha vifua vyenu. Hii sio salama, wamama miza hacha na mimi nijiite mama asubuhi. Mama ni mtu, tumesema mama limutwama, naleta ni maisha, naleta uzima, analeta katika sura yake ya 10 verse ya 8, wanasema moyo wenye moyo wa hekima watapokea maagizo, lakini mpumbavu mwenye maneno mengi ataanguka. Mwenye moyo wa hekima watapokea maagizo mengi. Hauwezi kuwa kiongozi kisha unaongoza watu wenye viko na ujuzi kukushindia. Hauwezi kuwa kiongozi kisha uweze kuongoza maisha batu, hiko, ya watu wenye viko na konesas imotemaeleke kuliko yako utakuwa na maproblemu. Biblia inasema wakati hekima inaanzishwa ndani ya maisha ya mtu inamleta kupokea maagizo inamleta kupokea ujuzi inamuongezea maarifa. Hekima haiko ignorans. Hekima nimesema ni pratiki ya konesans. Maana yake utaonekana mwenye hekima wakati umekuwa na ujuzi na ndani ya kichwa, alafu wakati unaifanyisa inaleta mabadiliko ama utofauti kati ya maisha ya. Kuna watu wengine Nisikiliza vizuri wa mama wenza, unapotoka. Siku moja nimekuwa nikiongoza kanisa moja mahali fulani hapa Mtembo, alau. Unajua kila mara wakati wakaci, mnaasil asawadi kwenye doa, mnazoea kusoma

ili muweze kuwa waongozi wa maisha ndani ya kanisa, ndani ya jamaa, ndani ya society, inaomba iwafikishe kiwango ya kupokea maagizo, ya kupokea ujuzi, ya kupokea amen. Amen. Alafu kama uko hapa, uko pamoja nasi, lakini haujakujua Mungu vizuri, haujaelewa maneno ya Mungu, uko

Alafu, kwa kwenda haraka sababu muda inatusonga inaweza kuachia kwa kweti hii ili siku nyingine Mungu akitupa nafasi, tutaendelea kusikia. Unampatia hali ya kuleta uzima, utaweza namna gani kutengeneza maisha ya wengine, mwenyewe maisha yako haiko salama Namna gani utaweza kuleta salama? Namna gani utaweza kuleta maisha? Namna gani utaweza kuonesha hekima ile nzuri, kama una hali na tabia kama nama na so, wanakuaaa kama ia, Mungu ameruhusu afashi ya kukua femkua a, itarahisisha ile ngitu iendelee, itarahisisha maisha iongezeke paa, itarahisisha mambo yao kwa urais naye yaende salama, sababu kwa mama wamekuwa wengi. Lakini kanisa hili la leo kwa mama ndio wamekuwa tena tatizo ndani ya kanisa, sababu misozo ya mingi ni kwa mama, vita ya mingi ni kwa mama, mabomu ya mingi ni kwa mama, maisha ya